Ibn Abbas raza Allah zimwendee yeye na baba yake, anna rasul llahi sallallahu alayhi wasallam wa qala, hakika mjumbe wa Allah rehma na amani zimwendee, asema lau anna libni adama, laitingelikuwa kwa mwana wa Adamu wadi ya jangwa bonde kubwa eneo kubwa, min dhahabi, ile eneo limebeba dhahabu, yaani lile eneo limebeba dhahabu kubwa, alafu ni lake yeye, yeye ndiyo anayelimiliki ile eneo, yeye ndio anafanyaje, ndiyo anayelimiliki na anachimba na anapata, Allah anampa riziki. ahabba angependelea na angetoka na angefanya juhudi, ayakuna lahu wadiani, awe na majango mawili ya aina hiyo, awe na mabonde mawili ya aina hiyo, awe na eneo kubwa ambalo ndani yake kuna dhahabu ya kwake, yao mawili, kwa sababu mwanadamu hashibi mali, hashibi kabisa wala yamla afau wala mdomo wa mwanadamu hautojaa hautoshiba, ila turabu ila mtaka, yaani kufa. Akifa ndio sasa yeye amekinai, kwa sababu hakuna njia, atakapokuwa amekufa na akazikwa akaiacha dunia na vilivyomo ndani ya dunia, yaktaniu wakati huo atakuwa mfanyaji, atakuwa yeye ndio amekinai sasa. Yani hakuna budi wana, hakuna hakuna njia, yani tayari sasa hakuna njia tena ya kuchuma, hilo litakuwa sasa ndio limempita. Maa dhalika wayatubu Allah, lakini yule aitikafika mahala Akaona na akagundua niliko siku na hizi tamaa hazinisaidii chochote, akarudi kwa mwenyezi Mungu na ile upenda mali kulikopindukia akaachana nako na akatosheka na Allah kile alichomkasimia, wayatubu Allahu na Allah anawasamehe na kuwakubalia tauba zao. Ala man taba, kwa yule atakayetubia. Mutafakun alei. Ndugu zangu katika imani, la shaka huyu ndio mwanadamu, hashibi mali, hashibi utajiri. Yaani siku zote anahisi aongeze tu, na anahisi awe zaidi ya watu wengine. Huyu ndio mwanadamu, lakini maadhalika ifike mwanadamu ajue haya atayaacha. Kila starehe ya dunia ataiacha, ila kitakachomsaidia ni amali saleh, na kitakachomsaidia katika hiki ambacho alichokuwa amekichuma hapa duniani alikitendea haki, kama ni mali aliitendea haki, kama Allah, katika zaka alikuwepo, katika sadaka alikuwepo, katika kufanya khairati mbalimbali mbali kwa ajili ya nafsi yake alifanya. Huyu ndio anakwenda kufaulu. Lakini kila mtu aangalie, usipupie mali kupindukia, ni hatari sana, kwa sababu unapopupia mali kupindukia na ubahili unakusogelea. hmm. ni hatari, inakuwa shuha, yani kule kupenda mali. Kwa hiyo inshallah, bismillah, Mwenyezi Mungu atufanyie wepesi na atuongoze katika lile la, la sawa na atupe kanaa, kutosheka.